Moja ya aya tukufu kabisa ndani ya Quran, aya inayozungumza juu ya nguvu, uwezo na utukufu wa Allah kwa namna ambayo hakika inausisimua moyo wa mumin. Aya hii kutoka suratul Baqara si aya ya kawaida, ni aya inayobeba ulinzi, kinga, baraka na amani, ambayo haiwezi kupatikana kokote duniani isipokuwa kwa neno la Allah. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alituambia kuwa Anayesoma Ayatul Kursiy usiku kabla ya kulala, Allah humtumia mlinzi maalum na sheitani hamkaribii mpaka atakapofika asubuhi. Fikiria hilo kwa dakika moja, kulindwa na malaika wa mlezi kwa sababu tu umeisoma aya moja. Huo ndio ukuu wa Ayatul Kursiy. Ndani yake Allah anajieleza kama Alhai, aliye hai milele, asiyeguswa na usingizi wala kuchoka. Yeye ndiye Al-Qayyum anayesimamisha kila kitu, mbingu na ardhi. Hakuna kinachotokea bila ujuzi wake, hakuna kinachomshinda, hakuna anayeweza kushindana na utukufu wake. Ayatul Kursi inamfunza muumini kitu kimoja kikubwa, kwamba kila tatizo, kila hofu, kila uchungu na kila shari iko chini ya milki ya Allah, na kwa hivyo hakuna kilicho kikubwa kuliko yeye na hakuna ulinzi bora zaidi kuliko ule anaotoa yeye. Hii ndiyo sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatuambia jambo la ajabu sana kwamba anayesoma Ayatul Kursi baada ya kila swala ya faradhi hakuna kinachombakisha kuingia peponi isipokuwa kifo. Hilo ni ahadi kubwa, ni bishara kubwa na ni mlango wa baraka kwa maisha ya muumini. Katika dunia ya leo yenye hofu nyingi, mawazo mengi, uchawi, hasadi, mirathi ya kishetani na mashinikizo yasiyoisha Ayatul Kursi inabaki kuwa silaha ya kwanza ya muumini. Inalinda nyumba yako unapolala. Inatuliza moyo unapokuwa na wasiwasi. Inaweka nuru ndani ya mazingira yako. Na inakufanya ukumbuke kwamba Allah yupo na kwamba yeye yuko karibu zaidi kuliko unapofikiria. Ayatul Kursi si maneno tu. Ni dhikri, ni kinga, ni tiba ya kiroho na ni ngao dhidi ya kila shari. Ni daraja la kuimarisha imani. Ni mlango wa kuelewa ukubwa wa mola wako. Kwa hiyo soma Ayatul Kursiy mara kwa mara, soma baada ya swala, soma unapohisi hofu, soma unapoanza safari na usiku kabla ya kulala soma tena. Kila unapoitamka kumbuka kwamba unataja majina makubwa ya Allah, Alhai, Alqayum, Alali, Aladhim. Majina yanayobeba nguvu, rehema na ulinzi. Na mwisho tambua hili, hakuna aya yoyote katika Qur'ani yenye utukufu mkubwa kama Ayatul Kursiy. Ni zawadi, ni kinga, ni mwanga, na kwa yeyote anayeshika aya hii Allah humshika pia. Huu ndio ukuu wa Ayatul Kursiy. Asante kwa kutazama Soul Reflection.